Juhudi za kuimarisha afya nchini Kenya ni mojawapo ya changamoto inayokumba sekta ya afya. Serikali ikitarajiwa kubuni njia mbadala ya kudhibiti ugonjwa wa malaria na kipindupindu hasa msimu huu wa mvua kubwa ambao unashuhudiwa kati ya mwezi wa Aprili na Machi katika kaunti tofauti nchini. We are enforcing our public health enforcing on the ban on open food vending. Uh, we are also urging the public, uh, only to eat hot meals. We are advising them to have hand washing facilities. Kulingana na shirika la kudhibiti malaria nchini NMCP, idadi ya visa hivi vimeongezeka kwa asilimia 65 mwaka huu, Kaunti ya Kisumu ikisajili visa 56 ya wagonjwa ambao wanaugua ugonjwa huu wa kipindupindu Kaunti ya Migori kinakili visa hamsini na tatu Nairobi kinakili visa arobaini na nne huku kaunti ya Busia na Kakamega ikiwa miongoni mwa walengwa. Hali hii kumechangia mashirika mbalimbali mbali kujitokeza kupiga jeki swala hili, shirika la Msalaba Mwekundu likishirikiana na maafisa wa afya nyanjani kupiga msasa wa kuwahamasisha wanajamii kuhusu mbinu muhimu. We put our teams together. Afya ya kibinafsi, chakula na maji safi vikipewa kipaumbele ili kuzuia kuenea kwa magonjwa haya na vifo nchini. John Osia, Kibu TV.